Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka wanahabari zaidi ya 500 waliofungwa kwenye magereza mbalimbali ulimwenguni kuachiliwa huru. Akizungumza kwenye kikao na zaidi ya wanahabari 6000 mjini Vatican, Papa Leo aliyetaka mataifa yanayowazuilia wanahabari hao kuheshimu uhuru wao na kuwaachia watekeleze kazi zao za kuangazia matukio katika jamii. Saa chache baada ya kushinikiza vita kati ya mataifa mbalimbali mbali duniani kusitishwa, Papa Leo wa kumi na nne sasa anayataka mataifa yanayowazuilia wanahabari kuwaachilia huru ili waendeleze majukumu yao ya kuangazia matukio yanayokabili jamii kuliko vita hivyo communication... Papa Leo wa kumi na nne akisema kuwa kanisa Katoliki linasimama na wanahabari ambao wanatafuta ukweli kuhusu matukio mbalimbali mbali. Leo ambaye ametoa wito huo alipofanya mkao na wanahabari zaidi ya elfu sita ambao wamekuwa mjini Roma kushuhudia uchaguzi wake huku wakisubiri hafla ya kutawazwa kwake, anasema wanahabari hawafai kutazamwa kama mahasimu bali kama kioo cha jamii. Papa akisema kuwa uhuru wa wanahabari na uhuru wa kujieleza ni muhimu na kufuatia ongezeko la thulma dhidi ya wanahabari zinazotekelezwa na asasi za usalama katika mataifa wanamofanya kazi, Leo amewataka wanahabari kutumia ala zao kueneza jumbe za upendo na amani, na pia kuzitaka serikali mbalimbali kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari ambavyo huwapa sauti wasionayo. Kulingana na taarifa kutoka kwa kundi la wanahabari bila mipaka, wanahabari 550 walikuwa wamezuiliwa kwenye magereza tofauti duniani, wengi wakiwa ni wale walioshiriki pakubwa kuangazia madhara ya vita vinavyoendelezwa na mataifa yaliyo na nguvu zaidi na huku akitarajia kula kiapo rasmi cha papa jumapili ijayo, Leo wa 14 ameanza kuyatumia makao ya papa yaliyokuwa yamefungwa Aprili 21 kufuatia kifo cha mtangulizi wake Papa Francis. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.